sana BFM Radio 92.5 kwa kutupatia nafasi hii tuje kuzungumza na Watanzania, wananchi wa mkoa wa Kagera wa Bukoba kuhusiana na jukwaa la ushirika pamoja na mbio za Kagera Kahawa Marathon hmm, ambazo kama wanavyoendelea kusikiliza zitafanyika siku ya Jumapili tarehe 15 kuanzia majira ya saa moja kamili asubuhi kuanzia pale katika uwanja wa Kaitaba. Hapo siku hiyo pia tutakuwa na bonanza la michezo mbalimbali, e, ukima mpira wa miguu, kuvuta kamba, kucheza karata a, na michezo mingineyo mingi a. Siku hiyo tutashinda pale tukiwa tuna tunafurahi lakini, asubuhi yake hiyo saa moja tuliosema mm, tutakuwa na hizo mbio na kama ambavyo tumeeleza awali, mheshimiwa mgeni rasmi alikuwa ni Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Kagera hajati, hajati Fatma Mwasa, mama mm, yetu, ambapo lengo kubwa ni kama mlivyosikia A moja sisi tunaishukuru serikali kama wakulima wa zao la kahawa kwa namna ambavyo imetokea mazingira mazuri, ikiwa ni pamoja na bei nzuri ya zao la kahawa ambayo mnaona imepanda kwa kiwango chake. Kwa hiyo siku hiyo mojawapo ni hiyo, lakini pia kama mlivyosikia kauli mbiu yetu kwamba kahawa ni fursa okay, wadau tuongeze uzalishaji, tutatumia fursa hiyo kwa ajili ya kuhamasishana kuongeza uzalishaji kwa maana kuhakikisha kwamba tunafikia malengo yetu ya uzalishaji wa zao la kahawa, kama tunavyojua kwamba zao kuu la kibiashara katika mkoa wa Kagera ni zao la kahawa ambalo miaka hivi karibuni limeonekana kuwa mkombozi mm, kutokana na bei nzuri ya zao hili okay. kwa hiyo zangu kualika kuwalika Watanzania wenzangu kualika wa wananchi wa Bukoba manispaa, wananchi wa Bukoba vijijini, Muleba, Karagwe, Kyerwa, Misenyi Ngara, Biharamulo, siku hiyo tujumuika pamoja tushinde pamoja tukikimbia mbio na tukicheza hizo michezo mbalimbali ya Bonanza. Hii marathon ili kusudi ujisajili hmm, lazima umelipa kiingilio cha shilingi elfu ishirini hmm. Na kuna namna mbili ya ya kujisajili kwa maana ya kuchangia kitu kiasi cha fedha. Namna ya kwanza ni kwa kulipa kupitia Mixx by Yas kwenye namba ambazo mnasikia ziko kwenye tangazo letu, lakini namna nyingine ya pili ni kwa kulipa fedha moja kwa moja kupitia akaunti benki ya jukwaa la ushirika. Sasa kama ulivyouliza swali lako, hawa ambao watakuwa wamechangia mm, wao watanufaika kwanza kwa kupata tshirt, ndio yeah, lakini vile vile watapata medali mm, na watashiriki maandalizi mengine ambayo tutakuwa tumeiandaa, lakini wale wengine tunawakaribisha na wao mm, watakuwepo kama unavyoona kwamba lazima tutakapopita watu wawepo, pia ambao wanashuhudia hizo mbio, washangiliaji, pia watazamaji. Ni jambo geni, ni jambo ambalo ni pia pengine kwa mkoa wa Kagera kufanyika kitu kikubwa kama hicho. Kwa hiyo ni vema na wao wakaja wakashiriki. Kwa hiyo na wao watakuwa ni sehemu ya hizo mbio, isipokuwa wao hawatanufaika, uh, hawatakuwa na hayo na maandalizi mengine ambayo tumeyapanga tume kuyafanya. Kwa hiyo mi ni wasii, mnajua umuhimu uh, wa haya mambo tunayoyafanya ili kusudi uwe mshiriki wa ushiriki kamilifu mm, niombe uchangie hiyo elfu ishirini kwenye namba ambazo tumetaja uje ushirikiane na sisi upate t-shirt upate yeah, midali yeah, lakini pia uwe sehemu ya watu ambao tutakwenda kuwagusa au kuwashika mm. mkono yeah, katika hospitali yeah, ya mkoa. Hizo ni baraka baraka, pia hizo ni hizo baraka baraka. Pia ndio wazo hili la marathon ni Kagera Kahawa Marathon limeanza kwa kuangalia uchumi wa Kagera umetokana na zao kuu la kahawa mm. familia nyingi zimesoma kupitia kahawa. Kwa hiyo kupitia uchumi huu wa kahawa, ina maana ili tuweze kuvuka, ili tuweze kufanikiwa zaidi, lazima tuhamasishe watu waweze kulima zaidi kahawa yeah. Ili kupelekea maendeleo makubwa katika mkoa wetu wa Kagera. Kwa hiyo sasa, ili wazo limekuja, tunataka kuhamasisha ndio ah, maana kauli mbiu yetu inasema kahawa ni fursa, wadau tuongeze uzalishaji mm. Kwa hiyo tunataka kuhamasisha mkoa wetu mkoa wetu uh, wa Kagera, tuendelee kulima kahawa kwa wingi ili tuweze kupata uchumi mkubwa zaidi. Kwa hiyo tuna- uh, tuliona kwamba kupitia marathon tutaweza kuwaleta watu kutoka wilaya, wilaya zote za mkoa wa Kagera hmm. kuwaleta sehemu moja ili sasa tuweze kukumbushana sababu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa atakuwepo ambayo ni mgeni mm, wetu rasmi. Ataweza kutuhamasisha kwa pamoja, ili tuingie moja kwa moja katika uchumi huu wa kahawa, na vile vile kutakuwa kuna maonyesho mbalimbali, tutaonja kahawa eh, eh, yetu yeah, ya Kagera. Maana yake watu wanasema tunatumia kile ambacho hatukizalishi. mm. Eh, hey. Tunatumia kile ambacho hatukizalishi au tunakizalisha lakini kushatibw hatukitumia. yeah. yes kwa hiyo sasa tutakapo tuna maonyesho ya kahawa kupitia vyama vyetu vikuu KCU, KDCU na TANIKA, watakuja hapa watatuonyesha kahawa kwamba hii ni kahawa ya Kagera, hichi ndio kitu ambacho tunazalisha katika mkoa wetu wa Kagera. Kwa hiyo sisi tukiwa kwa kwanza kukionja itahamasisha watu wengine waweze kujikita katika kilimo cha kahawa, na pia tutaongelea mafanikio mbalimbali kwenye uzalishaji au kwenye uchumi wa kahawa, ili watu wengine, wananchi wote wa mkoa wa Kagera waweze kujikita katika uzalishaji wa kahawa kwa kiasi chake tumeweza kufikia taasisi mbalimbali ili tuweze kushirikiana pamoja, kwa sababu ushirika ni mtambuka, ushirika yeah. Ni cross cutting issue ina ina cut across katika taasisi zote katika mkoa. Kwa hiyo wedha tuna, tunakutana tuna direct au indirect kwenye masuala ya ushirika. Tunakaribisha taasisi zote za mkoa wa Kagera, kama uko kwenye CCF uko kwenye financial institution uko kwenye hizi taasisi za kiserikali kama Buasa na kadhalika, unaruhusiwa kujiunga, kujisajili na kushiriki katika wanaza yetu hii ya Kagera Kahawa Marathon. Lengo ni kushirikiana kwa pamoja na kutambua fursa ambazo ziko katika mkoa wetu wa Kagera, hususan kwenye mambo ya ushirika. Nenda, ni ungane na mwenyekiti, kwa kwamba mbio zetu hizi zitakuwa kilomita tano kilomita tano mtu yoyote anaweza akashiriki kilomita tano ni fun run. Yani tuna tunakimbia kwa kuweza kuimarisha tu viungo vyetu, okay. Na sio lazima kwamba ukimbie sana kuonekana kwamba we ndo umeshinda, hapana, mm. Tutakimbia kwa taratibu tu, watakaweza kutembea watatembea, na itamgusa mtu yoyote yule, awe ni mwanamke, awe ni mtoto, awe ni kijana, awe ni mzee. Kilomita tano ni kwa ajili tu ya kupasha viungo vyetu, kwa sababu tunaamini tukipasha viungo vyetu kwa pamoja itakupa motisha, ukiwa peke yako utaweza kupasha tena vivyo hivyo na pia kama uh, mwenyekiti alivyosema kwamba kuna michezo ya aina mbalimbali itakuwepo. Jamani, kina mama wenzangu, tutashindwa hata kukimbia na magunia, tutashindwa hata kuvuta kamba, tutashindwa hata kutembea uh, kukimbia na mishika yai hmm. au kucheza karata. Kwa hiyo naomba niwahamasishe kina mama wenzangu, wanawake, vijana na watoto wote mnakaribishwa. Michezo hii ni ya wote, hai wote, wananchi wa mkoa wa Kagera. Haina ubaguzi kwamba specifically tu ni jamii fulani, hapana, wote kwa wanawake, wanaume, vijana na watoto na wazee, wote wanaruhusiwa kuja kushiriki michezo hii. Tukiwa kwa pamoja, tutaweza kuinua mkoa wetu wa Kagera kwa pamoja. Sasa tutapitia wapi uh, kwa umbali upi, ambazo ni kilometa tano kama tulivyoeleza mm. Lakini tunategemea kwamba tutaanzia pale Kaitaba ndiyo, then tutaelekea kwenye barabara ya, ya, ya Kasarani. Ndiyo. Tuta, hapo tuta, tutafikia Biekera sawa, halafu then ndo tutarudi kimtaano zitakuwa zimekamilika. Kwa hiyo Kaitaba, Kasarani, Buekera, Nyakanyasi, Uswahilini so, mjini kati tunarudi tena sawa sawa, kama tulivyoeleza hmm, kwenye tangazo letu. Tunawakaribisha watu, watu, watu wote, wananchi wote, vijana wazee, na watu wengine ambao wana uwezo, akina mama, akina baba, mahali popote pale walipo, viongozi, wasiokuwa viongozi, wafanyabiashara, biashara, yani kada zote hmm kwa sababu wote sisi ni jamii moja na tunaposema kwamba tuna tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tunataka kusaidia kwa mfano, huko kwenye wodi ya watoto hmm. Ni kwa ajili ya wote, maana unaokwenda kule kupata huduma ni sote ndiyo. Haijalishi ni mwanamke au ni mtoto wa mfanyabiashara mtoto wa mkulima, ni mtoto wa mfanyakazi mwingine hmm. sote ni jamii, jamii ni ile ile. kwa hiyo tunawakaribisha, ndio maana unaona tumeiweka ikiwa wazi, ni ya wananchi wote wa mkoa wa Kagera na mali pengine pote yote ile ambayo atahitaji kwamba angependa kuja kushiriki katika Kagera Kahawa Marathon, kama yeah. mwenyekiti hapo alipoongea kwamba lengo kuu tutakutanika kwa pamoja, wana yeah. watu wote wa mkoa wa Kagera, wanaushirika wote wa mkoa wa Kagera tutakutanika kwa pamoja katika kuhamasishana juu mm, ya kukuza uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo kikubwa cha kutarajia kwamba utapata fursa mbalimbali za kuweza kuongea na taasisi uh, ambazo zipo katika taasisi ambazo zinahudumia katika Kagera. Kwa hiyo kutakuwepo kama tulivyosema hapo, watu wa, wa mabenki watu wa bima ya afya, watu wa wa kahawa wakulima kwenye wa kahawa takoko, kuna mdau huyu ambayo an anauza ma mm. matrekta ya kilimo. Kwa hiyo sasa, wananchi wakija, wataweza kujifunza na kuona mambo mbalimbali, ili kwa namna moja au nyingine tuweze kunyanyua zaidi uchumi wetu wa mkoa wa Kagera. Kwa hiyo niwakaribishe sana sana sana, hiyo siku itakuwa ni furaha, tarehe 15 hata kama hutaweza ya karibu basi karibu uje uangalie michezo mbalimbali, uje uonje kahawa kutoka Kagera, mwisho wa siku tuweze kufurahia kwa pamoja. Pambano hili itaweza kusaidia hata kufahamiana. Unajua, si lazima tu ucheze, utaweza kufahamiana ili uweze kupata kupa, uh, labda solution mm -hmm, ya uh, changamoto ambazo unapitia kwa katika sekta yako, kwa sababu utakutana na wadau wa kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo nakaribisha sana.